Hii leo ni Benjamin Mkapa, Simba Sports Club wakiwaalika Gaborone United Sporting Club kutoka pale Gaborone ya ligi ya mabingwa pale mwaka 2010 coach Hemedi Sleiman Morocco, kikosi ambacho ameanza nacho hii leo, mabadiliko ni ya mchezaji mmoja pekee, ameondoka striker wao Tabo Maponda Nakua na kuwa nafasi. Karibu sana Benjamin Mkapa, karibu sana, kuna show za ligi ya mabingwa ni Simba mnyama nyumbani dhidi ya Gaborone United Sporting Club kusaka nafasi ya kwenda hatua ya pili. Anaondoka tena Alford vila vinachiwa mku ceza mlinda mlango kule Musa Kamara witness kama nyane jazz nambari kumi alifyatuka bunduki moja na mguu wa kushoto. Musa Pinpin Kamara kaweka uimara wake na kuiweka bado salama salmin. Simba kona ya pili, ya pili ya kwa kwake Shomari Kapombe nachoa bunduki moja kwa kucheza mlinda mlango on target, nyingine tena hiyo, ambao wanaitengeneza Gaborone United. Musa Pimpin Kama kalipoza kidogo kadi ya njano imeshatoka kwenye mfuko wa mwamuzi Muhamed Ali. Musa Velafi aliingia kibabe babe hivi wekwa tena pembeni kwake Velafi. Haya kama nyane ndani ya kumi na nane kama nyane cheza mlinda mlango Musa Pin Pin Kamara anawaweka salama Simba kwa mara nyingine vilaf anaingiza ndani kwa Shine anaondoa, bado wekwa bunduki na kuenda nje, goal kick. Pin, pin Kamara akaendelea kuwaweka salama Simba. Aliingia ndani ya kisanduku akawa amechelewa, Kagoma akaogopa kumfanyia chochote kile, ene contact akiamini kwamba uenda ingekuwa ni penalty anatafuta njia iwapi, anaitinga ndani, lakini anapoteza haya. Inawekwa tena pembeni kule, wekwa vipas lakini hakuna mtu, imewekwa katika eneo lenye ombwe. Anaondoa inspekta shemu krebwe, bado anaiweka ndani kwa Ahoua, inavuchwa, inavushwa, mtafuta soa lakini haijafika soa, cheza mlinda mlango. Mwamuzi anasemaje? Penalti! Anafunika Muhamed Ali Musa. Alikwenda. Naam, kuna contact pale, aliugusa ule mpira alafu akaguswa naye kwenye goti. Black Lion, hiyo ya pili. Mwamuzi akawa ameiona, alikuwa nyuma eneo sahihi kabisa. Ahoua anauweka kunyavu, Simba unatangulia kwa mkwaju penalty, anauweka tena nyavuni kule Ahoua alikwenda kaonyesha utulivu, kisha akamtupa mlinda mlango, licha ya kwamba aliuona mlinda mlango Tabo, lakini vipimo vilikuwa ni vya kiufundi kweli kweli. Musa kama anaonekana ana hema kidogo, nam. Nam, dakika 45 za kwanza zinakamilika Benjamin Mkapa katika mechi ya mzunguko mkondo wa pili. Karibu katika kipindi cha pili, Benjamin Mkapa, alianza mpira mmoja mrefu kule. Jean Charles Ahoua yupo chini mlinda mlango na inaonekana Omfile Ramoag amemfanyia madhambi <laughs> e, bendera ile iliinuka juu, inaonekana mwamuzi msaidizi ni kama aliona tukio lakini sasa ingizwa, kona moja ndani, kuna kwenda juu, mlinda mlango anagonga, bado anaondoa. Ali Yusuf Kagoma inawekwa back pass. Haya, mpira wa nteleza ule, Ahoua anampangusa kipa, Ahoua anapiga nje, goal kick chansha. E, auwa wa kwanza rushain, anaugusa tena Jonathan, so anaambia, ulijenga kibanda, kadi itatoka sasa. Eh, ni dhahir kadi itatoka na, lakini hesabu zake hazikwenda sawa. Ule mpira wa mwisho aliopiga ukaenda nje ya lango, licha kwamba alishampangusa mlinda mlango. Baki anasikitika mwenyewe. Haya, Maponda anampangusa mtu wa kwanza, anamkamua, anaingizwa ndani kule, anaondoa Yusuf Ali Kagoma, Johnson Yena na Kante. Haya, ndani ya 18 anaanguka mwenyewe Alsane Kante. Maudo alicheza vyema pale kudhibiti mambo. Maponda anaingia ndani ya kisanduku kule, lakini rushi. Muamuzi anasema nini? Penati. Shamu Krabwe anaambia umefanya madhambi mbele ya Tabo Maponda, na kadi ya njano inaonekana inataka kutoka. Shamu Krabwe inspekta anaiweka Simba matatani. Shamu Krabwe akamgonga kwa nyuma Tabo Maponda, naye bila hiana yoyote akaenda chini mwamuzi akasema weka kwenye dot jeupe. Simba walipata goli la kutangulia kupitia kidoti cheupe, kuonyesha kwamba hakuna mambo mepesi mepesi. Haya, Ditsele anaiweka nyavuni moja moja. Aggregate mbili moja, kuonesha kwamba sasa bado mambo anaona na yanayoendea ya vizuri alikwenda akatupwa, yeye alikwenda kulia, ngoma ikawekwa kushoto kwake, madhambi yametendeka. Mwamuzi anasema twende advantage. Haya, Steven dese Mukwara ndani ya kumi na nane anaitenga kwake. Ahoua atafanya nini? Ahoua anababatiza mlinda mlango, wanapoteza nafasi nyingine Simba ya maana kweli, kwelikweli amelimwa kadi ya njano pale kwenye bench. Ilichofanyika ndicho ambacho kimewagharimu Simba. Mlinda mlango Tabo Moswa gole alikuwa anaangalia chini. Jean Charles Ahoua, Hemedi Suleiman Moroko, aliona kwamba nafasi ya kwenda kushangilia. Maponda, two against one. Maponda anamtikisa Rushan Maponda aje! Oh, what a miss! Tabo Maponda aliwainua kunako bench, lakini imekuwa ni bahati mbaya kwake, furaha kwa Simba. Alimtikisa Rushani Darok, akaachia bunduki na mguu wa kushoto lakini macho yake yaliangalia nje na mpira ukaenda huko huko nje. Bado mbili moja moja moja, aggregate mbili moja. Mwamuzi sasa ameshika kadi, anakwenda nje Jean Charles Ahoua, nafasi yake inachukuliwa na Joshua Mutale budo mwenye alionyesha ishara kwamba hawezi tena Simba nalazimika kufanya mabadiliko wa mlinda mlango inatoka kwake Ivan Kamberipa pika daruga lile eh, tari wakati uu ambako pia kadi nyekundu nyekundu mwamuzi anasema, kwenye kitabu chake inaonyesha kwamba kulikuwa kuna kadi ya njano ya kwanza. <coughs> Velafi ndio ambaye alikuwa na kadi ya njano, lakini kinyume chake. Ngoja tuone namna ambavyo takwimu amezifuta nam, ameondoa ile kadi ya njano, ile kadi nyekundu ameiondoa, imebaki kadi ya njano. Alimsukuma usoni, dhahiri bin shahir, tatayone witness kama nyane mkwala budo, bado anaipenyeza ndani Kibu kibu, wanababatiza, wanaondoa wa vijana Ditsele, maamuzi anasemaje? Ni fao mpio, watapigwa kuelekezwa lango la Simba. Naam, dakika 90 sawa na 180 ya kwenye mkondo wa pili unakamilika. Hemedi Suleimani bini Ali anasujudu kwa muumba wake, akisema nashukuru Mungu. Full time kutoka Benjamin Mkapa, Simba moja, Gaborone United moja. Aggregate Simba mbili, Gaborone moja. Kwaheri na kila laheri.